ni Tunyangwe ni mwandishi wa majitaka na usafi wa mazingira katika mamlaka yetu ya Moshi. Wiki hii ya uh, tunapowazimisha kilele cha wiki ya maji duniani, mamlaka ya maji tumejipanga kuotesha miti takriban mia moja. Hapa tulipo ni eneo la tanki la maji, tunahifadhi mazingira ya maeneo haya na mamlaka ya maji tumekuwa tukifanya hizo shughuli mbalimbali kila mwaka katika maeneo yetu ya vyanzo vya maji kwa kuotesha miti na kutunza usafi wa mazingira katika maeneo mbalimbali ya mji wa Moshi. Kwa kwa mwaka huu tumeona tuwazimishe vyema wiki hii au kufunga wiki hii kwa kuhakikisha kwamba mandhari ya tenki letu la maji ambalo tenki kuu linakuwa katika mazuri kwa kupendezeshwa na miti ambayo tumeiona hapa. Hii miti ni miti eh, ya, ya rafiki wa maji kwa maana ni miti ya asili imechanganyikana eh, na miti ya kivuli ambayo hii tulikuwa tukitumia sana kwa kuhakikisha kwamba vyanzo vyetu vinakuwa endelevu na tutapata maji ya uhakika. Kwa ufupi ni wakaribishe wadau mbalimbali na wananchi popote walipo hapa Moshi na duniani kokote wasiache kutunza uoto wa asili kwa kuotesha miti kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hali ya hewa inakuwa nzuri, na siwe tu miti ya vyanzo vya maji, vile vile hata miti ya matunda, ya vivuli, ya vyakula ili angalau zisaidia hata kwenye kuongeza lishe kwa ajili ya maisha ya binadamu. Asante. Flora Nguma ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na mahusiano kwa umma kutoka mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira mjini Moshi. Leo tarehe 22 mwezi wa 3 2025 Tuko kwenye kilele cha maadhimisho ya wiki ya maji duniani, ambapo katika maadhimisho ya wiki hii tulipokea ofa maalum kutoka kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo alielekeza mamlaka zetu za maji kuweza kuwarudishia wananchi waliositishiwa huduma uh, maji bila kuwa na fine, lakini pia kama mteja atalipia nusu ya deni atatakiwa kurudishiwa huduma. Tumepokea salamu hizi za Mheshimiwa Rais na tumezitekeleza, na katika wiki hii tumefanikiwa kurejesha uh, huduma kwa zaidi ya wateja 112, na programu hii haitaishia leo tarehe 22. Sisi kama mamlaka tumeona ni vema kuendelea na programu hii mpaka itakapohitimu tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2025. Tuzidi kuwaomba wananchi wetu na wateja wote tunaowahudumia wazidi uh, kulipia ankara zao kwa wakati, lakini pia kwa wateja ambao wamesitishiwa huduma basi wafike kwenye ofisi zetu ambazo ziko karibu nao, kwa maana ya ofisi ya Moshi pamoja na ofisi ya Njia Panda pamoja na iliyopo Longoi kwa maana hiyo la Mkalama. Na katika maadhimisho ya wiki ya maji, pia sisi kama mamlaka tumekuwa na vipindi mbalimbali kwenye redio zetu zilizoko mkoani hapa ambazo zimelenga kutoa elimu ya matumizi sahihi ya maji, kulipia ankara, ankara zao kwa wakati, lakini pia utunzaji wa miundombinu ya maji hivi karibuni kama tunavyo tulivyoona kwenye viungo vya habari, tulipata changamoto kidogo. Baadhi ya wananchi wasiokuwa na mapenzi mema na taasisi zetu hizi wamekuwa wakihujumu miundombinu ya maji kwa kuiba mita za ja maji, mifuniko ya chemba kwa. Tumetoa sana rai kwa wananchi kwamba kila mmoja ni mlinzi, ni mlinzi kwa mwenzie anapoona kuna mtu anatenda kitendo ambacho sio sahihi, basi atoe taarifa kwenye vyombo vya ulinzi. Lakini pia sisi kama mamlaka tupo tayari kushirikiana na wananchi pamoja na viongozi walioko kwenye maeneo tunayohudumia. Lakini pia tunao namba yetu ya bure ya sifuri nane, sifuri sifuri, moja moja, sifuri sifuri, saba nne ambapo tutapokea taarifa hiyo, na itakuwa ya siri, na tutahakikisha tunatokomeza kabisa hizi hujuma za miundombinu. Lakini kama mlivyojionea leo, tumehitimisha wiki yetu ya maji kwa kupanda miti rafiki kwenye maeneo yetu yanayotuzunguka. Sisi kama mamlaka tumekuwa na programu hii kwa muda mrefu, tumekuwa tukipanda miti kwenye vyanzo vyetu vya, vya maji, lakini leo tumeona ni vema tukamilishe uh, wiki yetu kwa kupanda miti rafiki kwenye eneo la tanki la maji la Kilimanjaro, lakini pia tukaona si, si, bu, si vema kutowashirikisha jamii, na haya yamekuwa maelekezo mahususi kabisa ya Mheshimiwa Waziri wa Maji uh, Mheshimiwa Juma Aweso, anasema ukiishirikisha jamii ipo itakusaidia. Leo tumeishirikisha kamati ya maendeleo ya kata ya Kilimanjaro ambapo tanki letu lipo kwenye kata ya Kilimanjaro, tumeona tupande nao miti, ambapo sisi tunaamini wataendelea kuwa na sisi katika kutusupport kama mamlaka, lakini pia kuendelea kutoa elimu kwa wananchi wanao wasimamia katika maeneo yao kuendelea kupanda miti rafiki kwenye vyanzo vya maji kutunza vyanzo vya maji, lakini pia kupanda miti rafiki kwenye maeneo yanayowazunguka. Lakini pia tuzidi kuwaomba wananchi wetu wanaotuzunguka, tunawaomba sana. Sisi kama mamlaka tunao furaha sana kuwahudumia na sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia. Tuwaombe endapo wanapata changamoto yoyote ya kihuduma, aidha ni maji taka, aidha ni huduma ya maji safi, aidha ni hajapata bili yake kwa wakati na changamoto zozote zinazoendana na masuala ya huduma basi wasisite kutuwasiliana kutuwasi, nasi kupitia namba yetu ya bure ya 0800 1174. Bwana Albert Amani Mwampungire ni mwenyekiti wa mtaa wa Makongoro. Karibuni sana kwenye hili zoezi la upandaji wa miti kwa ajili ya vyanzo vyetu vya maji. Kwa hiyo ninaomba watu wote wamasishane, si hapa Moshi tu, bali katika nchi mj yetu ya Tanzania na duniani kote, tupande miti ya matunda, miti ya vivuli.